Mheshimiwa Rais yeye ni mama yeye eh, ni kiongozi mkuu wa, wa, taifa letu, ni rais wa nchi yetu, ni mwenyekiti wa chama tawala, lakini kama itoshi yeye ni amiri jeshi mkuu wa majeshi yetu, ko naamini kabisa na yeye mwenyewe anafahamu kwamba dhahama zozote zinazotokea katika taifa, mtu wa kwanza, mhusika wa kwanza, ingawa rais ni taasisi, lakini mtu wa kwanza anayetajwa, anayenyoshewa vidole ni yeye Kwao ningependa sana kuona kwamba nikimwepusha rais wangu kwa ushauri wangu kwenye hili ambalo limetokea, ambao nina hakika kabisa yeye kwa nafasi yake kama mzazi, hata kama ataendelea na madaraka yake, hata kama atakuja kuondoka madarakani huko baadaye, akaenda kwenye mapumziko kwa mujibu wa katiba la, au hivyo vyote vinavyokuwa, lakini naamini hili doa haliwezi kumtoka kwenye moyo wake kwenye maisha yake, kwa sababu wale waliokufa ni binadamu, zile ni damu za vijana wa Kitanzania. Leo ziko nyumba nyingi zina misiba na wako wengine ambao ndio kama wanavyosema mtego wa panya. Tulisema toka mwanzo kwamba mimi binafsi nilikuwa sio muungaji mkono wa maandamano. Of course nilitoa hamasa sana na tulimba nyimbo, watu wasiandamane, watu tutunze amani, kwa sababu nilijua kwenye amani panaingia wasiokuwemo pana na wanaokuwemo, na maana leo tumeshuhudia kwamba tulionya kwenye maandamano, sio kila anayeandamana anaandamana ili kwa ajili ya madai husika, yuko mwingine anatumia fursa kama kufanya uhalifu na mambo kama hayo. Kwa hiyo kimsingi, maandamano kwa ajili ya amani, kuna majanga mengi mengi kuliko haya ambayo tunayaona kwa macho. Kwa hiyo ningependa mani kumuona mheshimiwa Rais kwa wakati huu akitumia busara yake kabisa ya imani yake ya Kiislamu, lakini tamaduni yake kama mwanajamii, kama mtu ambaye kalelewa na, na wazazi He, mtu ambaye ana an, an, an, saha kuona kwamba sasa ana wajibu mkubwa sana wa kusimama eneo moja tu la kuliunganisha, kulifariji na kuliponya taifa kutoka kwenye majeraha ambayo limepitia kwa sababu wanaweza wana, kawa washauri ni wengi, lakini mwisho wa siku mwenye dhamana ya mwisho ni yeye, kwamba tayari kama ni mtu wa, tumejifunza wote tumeona wote hali ilivyo, lakini naamini yeye kwake limekuwa sio jambo la kawaida, ndio maana hata yeye mwenyewe nadhani hatakuwa na maumivu nayo, kwa sababu sababu pia naamini kabisa Mheshimiwa Rais anaweza kuzijua moja baada ya nyingine kwa vile imepelekea matokeo ambayo si ya kawaida baada ya uchaguzi, kwa sababu mifumo yetu ya uchaguzi yenyewe haikuwa ya kawaida, na naweza kasema kwa wazi kwamba hata uchaguzi chaguzi zimetokea nyingi kwenye mifumo iliyopita kama mfumo uliofanyika mwaka huu, lakini hata uchaguzi wa mwaka huu haukuwa wa kawaida, kuanzia kwenye kampeni, kwenye kila kitu haukuwa wa kawaida kusema kweli. Kwa hiyo matokeo yake siku ya kupiga kura haikuwa ya kawaida, kwa sababu tumeona mara nyingi watu wanalalamika tume, lakini wanashiriki uchaguzi, eh, na na vyama vinashiriki uchaguzi, lakini kwa mara ya kwanza mwaka huu chama kikuu cha upinzani hakijashiriki uchaguzi na kama hapo kwa mwaka huu kiongozi mkuu wa chama cha upinzani yuko jela. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba ni mambo ambayo si ya kawaida, si ya kawaida, si ya kawaida, lakini ni gharama zote na gharama zote zinampekea inamfikia nini mkuu wa nchi. Kwa hiyo ningetaka leo kuona kama mkuu wa nchi sasa, kama yeye kama ndo amri jeshi mkuu, akiona ni namna gani anaweza kuyatatua haya, sio tu kwa kuunda mifumo sahihi ya uchaguzi, lakini kwa kupitia katiba hii na mambo haya haya. Kuna baadhi ya mambo hasa kwenye uwajibikaji eh, wa serikali yanaweza kuanza kufanyiwa kazi moja baada ya jingine kwa hapa tulipo.